Kwa nini Yanga wametafakari wametulia wakasema tunakwenda Guantanamo. Alafu wamekaa kimya sasa ni kazi yakugugo baba. Tafuta sisi hapa na mimi naweza msinisikie nis, nis tena baada ya leo, sababu unajua Guantanamo apanaga makelele, mabobevu wanapajua apanaga ma makelele. Unawindwa tap, alafu inasikika vilio tu huko. Ko shekhe hatuna kauli mbiu, hatuna siku ya mchezaji, ila tunakukaribisha Guantanamo Bas. Basi Bas. Kama utakuja njoo utapata sasa slogani, utapata kauli mbiu, utapata humu humu ndani. Ukishaingia wewe usiwe na haraka.